Kwenye michezo timu za mchezo wa voliboli kwa walemavu zimeendeleza maandalizi yake tayari kwa mchuano wa Afrika utakaoanza rasmi Ijumaa hii katika uwanja wa Kasarani hapa Nairobi. Nchi zaidi ya kumi zitashiriki zikitarajiwa kuwasili kufikia alasiri ya leo, huku Kenya ikilenga tiketi za kushiriki mchuano wa dunia. Upande wa vulana umeratibiwa kuchuana na Algeria na Rwanda huku wanawake wakikabiliana na Nigeria na Rwanda. Ufunguzi rasmi utakuwa siku ya Ijumaa. No. Sio rahisi saa hii, kila mtu anataka hii ticket. Unajua sio rahisi, lakini sisi tuko nyumbani. Wacha ile tulikuwa tunaenda nje, saa zingine tunakula mchele tunalala na mchele, na tumezoea ugali nyumbani. Akuambia hapa hata kama muguza wengine, itavunjika. Itavunjika. Juu morali iko juu, have a training with the coach, Uh, and the, with the team of Kenya the preparation is good everything is good the people of the Kenya, the preparation in here stadium, everything is good inshallah, the team of Inshallah Algeria are qualified uh, team yetu iko na morale, imejipanga vizuri. Timu ya wanaume tunikuwa na wasiwasi wasi, kwa sababu ya very strong. But saa hii uh, wanaume kwanza wameiva vizuri and we are looking forward to a very good performance uh, wasichana wako sawa kabisa we have tried to kurekebisha mahali kulikuwa na weaknesses na sasa nikiangalia naona we will do very well for the first time hey, hey, one, two, three, four, five, five.